Mjadal ambaye tunataka tuangazie, Winnie Odinga anasema basi lazima kuwe na NDC wachague kiongozi ambaye ataendelea kuongoza masuala ya ODM. Maana katiba inasema kama kawaida e, kuwa yenyewe e, kiongozi kama hawezi kuendelea kuongoza e, wanasema wale walikuwa wanashikilia kama deputy wawili wanatakana wachukue usukani. Hao walichagua mtu bila kufuata katiba ya ODM. Wanaleta utata Kennedy Sankara No. Democracy. Bram ijulikane kwamba eh. kwenye neno ODM eh. sauti ya da hiyo eh. D eh. ni silent Yaani democracy is silent. What do you mean? Uwezi niambia, from nowhere, <laughs> eh. Baba akishatuacha eh. Baba alikuwa anaongoza chama akiwa na naibu wake eh. Alafu wewe unatoka tu from nowhere unakuja. Ndiye. atu unachaguliwa kuwa kinara wa chama eh. Ni kama kusema rais akiaga dunia leo eh. Unaenda kunominate ndugu yake kukuwa rais Ala, ingawa tuko na naibu tuko na speaker tuko na CJ. kuna katiba kuna utaratibu ambao unastahili kufuatwa, umejua kama yeah. kuna faa kuwe na any changes yeah. Hey, katika ODM inafaa ifuatilie taratibu ya katiba ya ODM yeah. sasa katiba ikisema NDC inafaa kutani hey, ili kiongozi chaguliwe hey. hiyo yeah, ndio taratibu imepatiwa na nini katiba ya ODM yeah. Sasa any decision ambayo imefanywa yeah, ambayo inambatani na hiyo katiba ni ile kitu inaitwa null and void, ni null and void null and void, null and void. so uburu Odinga yeye yeah, labda ako pale ceremonial. Tumojua labda mmoja kwa sababu alikuwa na uchungu kama mimi. Ndugu eh, yake amekufa na no mmoja. Raila alikuwa mpenzi wangu wa kwanza. Ah. Sa, <laughs> <laughs> Sa alikuwa na mauchungu lakini mjua ile morning period ya one month eh, imeisha. Hata mbona mimi nimerudi Nairobi, ndugu yangu Sakaja pia amerudi Nairobi, kazi inaendelea. Umerudi Nairobi? Tumesharudi Nairobi eh. Sasa so, akae kando. Sasa hizi ndio ODM constitution hii inamaanisha nini? Maana hiki ndio chama ambacho Wakenya wamekuwa wakitegemea kwa haki hizi miaka zote wakianza hao wenyewe wafuati e, katiba yao. Na vile imeangaziwa, Winnie Odinga anasema NDC ndio iko e, na haki ya kuchagua viongozi, na kulikuwa na madebiti, hao ndio wangeendelea na uongozi kama vile katiba yao inasema. Uh, Bramwell ukiangalia, mm. chama cha ODM m yes. mimi naweza sema ni chama ambacho iko na demokrasia kabisa kabisa, na ndio maana unaona kwa o, katika ODM hey. kila mtu anaweza ongea jinsi ambayo anafikiria ama jinsi ambayo anaweza ongea. Ndiyo maana unapata huyu anasema hii huyu anasema hii hi, na huyu anasema hii yes. na katika hii mambo ya kuchagua uburodinga yes. hii jambo haikufanyika. Uh, naweza sema walipitia uh, mfumo ambayo walifaa wapitie kwa sababu Juzi sisi wote tuliona watu wa ODM walikutana Mombasa, hmm. na walipokutana Mombasa, ndio walio confirm hiyo uchaguzi ya huburodinga akuwe kama party leader, na ndi uliona delegates wote walikuja na walikuwa withdrawn from all the 47 counties.